Na mwibona baadhi ya wadau wa mziki wa Bongo Flava huko mitandaoni kupitia page za Twitter pamoja na vile vile page za Instagram uh, wamekuja kutoa maoni yao na maelezo kidogo kuhusiana na collaboration ambayo tumeiona, ambayo uh, ni kitu kizuri. Tumeona kwamba vijana wameamua kushirikiana, hapa tunamzungumzia Marioo Harmonize na Rayvanny wameamua kushirikiana katika track moja ambayo inafahamika kwa jina la Pele, ngoma imetoka siku ya leo. Sasa huyu hapa ni mdau anaitwa Hope Tiger, anasema kwamba bwana amekupitia kurasa yake wa Twitter ameandika hivi kwamba tusihukumu uzuri au ubaya wa ngoma ya Rayvanny, Harmonize na Marioo Pele bali tuichukulie ni ngoma ya kimapinduzi. Huenda ikawa ngoma itakayo itakayofanya Alikiba na Diamondi wafunguke, eh, kimawazo waache utoto na wao pia watupe kitu. Umeona, hiyo ni kupitia ukurasa wa Twitter. Lakini kwenye upande wa Instagram, Hope Tiger huyo huyo amekuja aka screenshot na kuiposti afu kaweka caption nyingine hapa chini, akaandika kwamba nilikuwa najiuliza hivi mbele, inawezekanaje wasanii wakubwa kama Kiss Brown, Eh, wakakutana pamoja wakafanya kolabo wakati kila mmoja ni mkubwa. Mwisho wa siku nikagundua kwamba eh, wenetu hawaji, hawakunji lengo lao ni kuona mziki wao unafika mbali, hawaendekezi mambo ya mabifu, hususan zisizokuwa na faida. Ukiona kuna bifu serious mfano Drake na Kendrick, basi unafahamu kabisa kwamba wananufaika kibiashara yani hawafanyi bifu ili mradi tu sasa bongo hapa wasanii wetu bwana, wanabifu lakini hawafaidiki kivyovyote vile yani kwa upande wa biashara. Lakini natumai kwamba hii pere ya Rayvanny, Harmonize, Marioo itaendelea kufungua milango kwa kolabo nyingine ambazo hazijawaigi kufikiriwa kwamba zinaweza zikatokea, mfano Diamond na Alikiba, Harmonize na Alikiba, Diamond na Marioo. Kwuhusu pere kiukweli, nimependa vesi ya Amonaizi, jamaa amepita vizuri sana. Mario Reivani wamepita kawaida. by the way, ngoma sio kali kihivyo, lakini nimependa sana namna ambavyo wasanii wakubwa wamekutana wa na wameamua wa kufanya kazi ya pamoja kwa maslahi ya taifa. Kumbukeni tu kwamba future ya bongo flavor E, baada ya kizazi cha Alikiba na Diamond basi ni Rayvanny Harmonize na Mario. Hivyo basi e, kuona hawa watatu wakiwa wanashirikiana vizuri ni dalili, ya, ni dalili tosha kuwa e, hapo baadaye e, wanaweza wakatuletea heshima kubwa sana nchini kwetu, kwani kuanzia mwanzo wameona kabisa kwamba bifu sio mchongo wa maana.